Msifu Yesu Kristo na heri ya maadhimisho ya Pasaka yanayoendelea. Yaami, nataka, bila shaka, mmeshasikia, mmeshapata habari hizo za kusikitisha ambazo zimerushwa tayari na vyombo mbalimbali vya mawasiliano, lakini angalau mimi binafsi hiyo ni habari na inahusu mimi. Kama kardinali, nimepata taarifa hiyo rasmi kwamba leo majira ya saa moja na dakika arobaini na tano asubuhi, Baba Mtakatifu Francisco amerudi nyumbani kwa Baba. Nishaandikwa na watu mbalimbali, lakini hiyo naisema rasmi na kwa sababu hiyo, nikiwaalika wote wanajimbo kuu la Tabora, tuingie katika hali hiyo kwanza ya kumwombea huyo ambaye ametuongoza kwa muda wote huo tangu alipochaguliwa kuwa baba mtakatifu mwaka huo elfu mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu na mpaka sasa hivi leo asubuhi alipoitwa kwa Mungu wake. Tumwombee pumziko la milele, na tuliombee kanisa letu libaki imara katika umoja ambao tumesisitiza daima, na hasa tukiombea sasa yeye ya anayekuja baadaye, kuwaombea makardinali ambao sasa wanaitwa kwenda huko Roma ajili ya kuja kuingia kwenye vikao mbalimbali mbali, na baadaye kwenye uchaguzi wa Baba Mtakatifu ambaye ataliongoza tena kanisa letu Katoliki. Kumbe ni waombe, tuwe wote katika hiyo hali ya msiba, ndio lakini hasa ya maombi na kuliombea kanisa letu, tunapomwombea huyo Baba Mtakatifu ambaye Mwenyezi Mungu amemwita nyumbani kwake. Tuwe imara na tusiumbe, na tuwe tayari daima kuyasikia hayo ambayo ni sauti ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye anatuongoza, na tukaombea wote ambao wanashiriki katika mambo mbalimbali mbali, na hasa kuhusiana kuliongoza kanisa hili kwa muda huu wa mpito na baadaye muda huo baba atakuwa amepatikana tena baba mtakatifu mwingine. Kumbe kuanzia kesho, nawaomba mnaosali, tafadhali, hata kwenye makanisa yetu tuwe na nia hiyo: kwanza kumwombea baba mtakatifu, alafu tunaliombea kanisa letu, alafu na kuombea vile vile yote atakaokuja baada ya hapo. Na sasa tusali, sala ya baba yetu liye mbinguni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 kuwahudumia. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Pumzike kwa amani. Tunakimbilia ulinzi wako, Mzazi Mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka, Amin. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amin.